Mambo vipi? Karibu kwenye chaneli ya Ubongo. Je, chaneli ya Ubongo inahusu nini au ina lengo gani? Chaneli ya Ubongo inalenga kutoa elimu juu ya ubongo, akili na jinsi unavyofanya kazi pamoja na mambo yanayohusiana na akili. Lengo kuu la chaneli ya Ubongo ni kuelimisha na kutoa maarifa kwa jamii kwa lugha pendwa ya Kiswahili. Karibu sana tupeane maarifa. Tuuchunguze ubongo kwa kina. Huu ni ulimwengu wa maarifa kuhusu akili na uwezo wa ubongo wa binadamu. Hapa tutajadili jinsi ubongo unavyofanya kazi, mbinu za kuboresha kumbukumbu kumbu, kuongeza umakini na hata kuelewa siri za akili zetu. Jiunge nasi kwenye safari hii ya kuvutia ya sayansi ya ubongo na ugundue mbinu bora za kufikiria kwa makini, kuwa mbunifu na kuongeza uwezo wako wa kiakili. Usisahau kujiunga kwa kubonyeza alama ya subscribe, kushiriki na kuwasha kengele ya taarifa ili usikose maudhui mapya. Karibu sana. Ei hey, tuchunguze uwezo wa akili zetu pamoja.